Mambo vipi mtazamaji wa channel ya Kiswahili Simplified. Karibu tena kwenye kipindi chako kipindi ambacho tunapitia maswali tofauti tofauti kutoka kwenye mitihani ya taifa ya kidato cha sita, na leo tutakuwa tunapitia maswali ya mada ya utumizi wa lugha, utumizi wa lugha. Kabla sijaendelea, nikukumbushe kuwa maswali haya utayapata yakiwa yame So viewer, yani utapata maswali pamoja na majibu kwenye website yetu ya Kiswahili Simplified kama inavyoonekana hapo chini. Kwa hiyo usiache kutembelea website yetu. Ikiwa wewe ni mzazi mkumbushe mwanao ili ajifunze au afanye maandalizi kwa wepesi na kwa urahisi. Mwanao, kaka, dada mdogo, huko kwenye website, utakutana na nukuu za somo la Kiswahili lakini pia utakutana na maswali na majibu. Karibu. Leo swali so letu la kwanza linatoka mtihani wa mwaka elfu mbili na ishirini na nne na hili lilikuwa ni swali la nne, swali la utumizi wa lugha. Swali linasema: mtumiaji wa lugha ya Kiswahili anapaswa kuzingatia misingi gani? Mtumiaji wa lugha ya Kiswahili anapaswa kuzingatia misingi gani? Fafanua kwa ufupi misingi mitano kwa kutumia mifano kwa kila hoja. Fafanua kwa ufupi misingi mitano kwa kutumia mifano kwa kila hoja. Sisi wote ni watumiaji wa lugha ya Kiswahili. Tunaanza na msingi wa kisarufi. Hapa kwenye msingi wa kisarufi, mtumiaji wa lugha anapaswa kuzingatia kanuni, sheria na taratibu za lugha husika. Anapaswa kuzingatia muundo sahihi, mpangilio sahihi wa vitenzi, vivumishi, mfuatano sahihi wa maneno pamoja na upatanisho wa kisarufi, yaani sheria zote na taratibu zote zinazohusu lugha zinapaswa kuzingatia kwa mfano watoto ametoroka. Mtumiaji wa lugha ya Kiswahili anapaswa kusema watoto wametoroka. Kwa hiyo mtumiaji wa lugha ya Kiswahili atagundua kwamba hapa, hii sentensi ina makosa, upatanishi wa kisarufi haujakaa sawa. Kwa hiyo badala ya kusema watoto ametoroka, sentensi inatakiwa iwe watoto wametoroka. Hoja ya pili ni msingi wa maana maana ya maneno ya sentensi lazima izingatiwe. Maana ya neno katika sentensi inapaswa kuzingatiwa ili sentensi ilete maana iliyokusudiwa au iwe wazi, bila kusahau kwamba baadhi ya maneno yanaweza kuwa ni tata, yaani neno moja lina maana zaidi ya moja. Kwa hiyo maana inapaswa kuwekwa wazi au kuzingatiwa. Na utajuaje kwamba hapa mzungumzaji alikuwa anamaanisha hiki? Ni wewe sasa kuzingatia muktadha. Kwa mfano kuna hii sentensi inasema kwa mfano kuna, kuna kuna neno simba. Neno simba ni mnyama, simba ni jina la mtu, pia simba linaweza likamaanisha kitu kingine pia. Kwa mfano kuna neno kwa mfano katika sentensi hii, simba amefunga mabao sita, hapo atakuwa hamaanishi mnyama wala jina la mtu, anamaanisha klabu ya mpira wa miguu, labda inaweza kuwa hivyo. Kwa hiyo mtumiaji wa lugha ya Kiswahili anapaswa kuzingatia maana msingi. Mwingine, msingi wa tatu ni msingi wa muktadha. Tunasema maneno au misemo yanategemea hutegemea sana muktadha wa mazungumzo au maandishi. Muktadha unaweza kuathiri tafsiri ya maneno au misemo, inategemea na upo katika muktadha gani. Mfano, tuna neno asante, tuna neno shukrani, shukrani, nashukuru. Kwa hiyo inategemeana upo kwenye muktadha gani, na neno gani litakuwa ni sahihi kulitumia mahali hapo. Ukiwa kwenye mazingira ya heshima, mazingira ambayo ni rasmi sana, ni rahisi kutumia neno shukrani, shukrani. Lakini ukiwa na rafiki yako, unaweza ukamwambia asante, asante kwa kunisaidia. kwa hiyo muktadha utaathiri sana uteuzi wako, wewe mzungumzaji wa lugha ya Kiswahili katika maneno. Msingi wa nne ni ni msingi wa matamshi. Matamshi, matamshi ya maneno yanapaswa kusikika vizuri. Mzungumzaji wa lugha ya Kiswahili anapaswa kuzingatia matamshi, ili usiwe kuna kutofautiana Wafasiri katika kile atakachokizungumza. Matamshi yanaweza kuathiri maana iliyokusudiwa endapo mzungumzaji wa lugha ya Kiswahili hatakuwa makini katika matamshi yake. Kwa mfano, kwa mfano unaweza ukamuuliza, Amina amekuja, mtu akakujibu ajaja, sentensi ambayo haijaeleweka au unaweza nikasema imekosewa, alipaswa kusema hajaja moja kwa moja bila kudondosha neno bila kudondosha mofimu h. Kwa hiyo mtumiaji wa lugha ya Kiswahili anapaswa kuwa makini sana kwenye matamshi yake ili asiathiri mazungumzo. Msingi wa mwisho ni msingi wa maadili ya lugha. Kila lugha ina maadili yake, na mtumiaji wa lugha ya Kiswahili anapaswa kuzingatia maadili ya lugha husika. Kwa mfano katika lugha ya Kiswahili, badala ya kutumia lugha ya matusi na lugha ambayo si nzuri haipendezi katika jamii, unaweza kutumia lugha nzuri fasaha ya heshima. Kwa mfano badala ya kumwambia mtu wewe mjinga, unaweza ukamwambia tafadhali, inaweza kukuelewesha vizuri kuliko kumuita mtu mjinga ama mpumbavu. Kwa hiyo uteuzi mzuri wa msamiati na matumizi mazuri ya lugha yanadumisha mahusiano mazuri katika jamii. Hivyo mtumiaji wa lugha ya Kiswahili anapaswa kuzingatia misingi hiyo.